Eh, Adamu Adamu anamtangulizia kule Chobwedo, Ramadhan Salum, Ramadhani Salum, nyota za zamani. Nafasi nyingine ya Imani Mwanengo, weka ndani kule! Yes! Yes! Chanda chewe akiwatanguliza TRA. Unatizama Ramadhani Salum Chobwedo alichekecha akaiweka ndani sebuleni, akaipitia kule kwa uzuri kabisa. Mwanengo Hakuna cha ziada alichukua kisubiri. Chanda Chewe nitizama, Ramadhani Salum Chobwedo akaipokea maridadi kabisa, Emmanuel Mwanengo akamwekea Chanda Chewe akaiweka kwenye kamba, akiwatanguliza mapema tu TRA United bili wafaidike wao Nini mwamuzi anasemaje? Ni mkwaju wa pena, ni mkwaju wa pena. Mwamuzi alimfunika hiyo hapo, alikwenda kumshika, kumzuia mwaku Malanga, na mwamuzi anasema ni mkwaju wa pena. Kaa hapo, jukumu ni la Klatus chota chama chama na Janoel. Klatus Chota Chama katawekaja kambani kule, moja moja. Klatus Chota Chama ana level scoreboard. Tazama alikwenda, lakini mlinda mlango Jeanoel aliufuata ule, lakini ulikuwa na spidi ya haraka kwelikweli. Tazama mlinda mlango Jeanoel Amonome aliufuata, lakini ulikuwa na spidi ya hali ya juu. anafasi nyingine, Chilunda, Chilunda, Shabani Hidi Chilunda, super sub ushuru mtatoa, akawakosa mara nyingi sasa. Tizama, ilianza kama siara, masiara hivi Shabani Chilunda, kama masiara hivi. Andrew Trabi walinzi wale Andrew Drabi halikahalika na Kennedy Juma, lakini walishindwa kumzuia Shabani Idi Chilunda akiandika bao la pili ambalo itawawia kazi ngumu sana kwenda kusawazisha. Shabani Idi Chilunda akifungua akaunti yake ya mabao ndani ya TRA United, kapita nayo kule Alhamis ali Hamisi mwekea kule Mugoya, Mugoya, Mugoya vipaaa, Mugoya e! wamejifunga wenyewe, lakini kazi kubwa ifanya na Mugoya kazi muwa, huwezi kuamini. Miguel Gamondi anasema, mnaona wasivyokuwa makini kwenye kukaba Anton Trabi, tizama Ali Hamisi aliweka Mugoya, akaweka vipas akaenda akajiweka mwenyewe Anton Trabi, kazi nzuri za Mugoya. Hiyo hapo Anton Trabi akasema, Heri Lawama kasimu wa Mugoya. Singida Black Stars moja TRA United tatu, ni walipaji kodi wazuri kwelikweli. Haya, nafasi nyingine, cegu Lazarus

goya tawachia wachambuzi Shabani ili Chilunda alikuwa ashamaliza kazi.